Naitwa Julius Musa Chala, mwenyekiti wa baraza la wazee jimbo la Kwimba. Siku ya Jumapili nilipigiwa simu kwamba tunahitajika Mwanza, alafu tukifika Mwanza, tunaenda Dar es Salaam kwa ajili ya mkutano ambao inadaiwa kwamba anawitisha mbao. lakini tu Panda hapo Mwanza saa moja za usiku ya Jumatatu. Hatujala chochote lakini tulipewa tu elfu tatu tatu kila mmoja. Tukaja kula huku chakula njiani kabisa tena chakula ambacho t tuongeze hela yetu. Shilingi elfu tatu ilikuwa haitoshi, tumesafiri usiku kucha, hatukula, tumepambazuka, hatujala, tumefika mpaka Morogoro hatujapewa hata posho. Morogoro ndio wakatupa elfu kumi kwa ajili ya chakula alafu tunadai kwamba, wanadai kwamba, wakadai kwamba tukifika Dar es Salaam tutapewa elfu thelathini kwa ajili ya malazi. Tumefika Dar es Salaam jioni kabisa, usiku usiku kabisa, saa mbili saa tatu. Tukifika Dar es Salaam tukapokelewa na wale walan waliokuwa wameandaa kikama basi wakawa wanatuita moja moja, unasaini, unapewa elfu yeah, thelathini kwa ajili ya malazi. Lakini baadaye walituuliza kwamba je, mnafahamu kilicho kilichowaleta hapa? Hapa tumekuja kubadilisha jina tu, lakini sisi wanachama ni wale. Kwa hiyo sasa hivi tumebadilisha jina la chama tunaita cha, Chaumma. Kwa hiyo kesho tutaendelea na mambo mengine. Lakini hata hivyo, mimi niliposikia kwamba nibadilishe kuwa Chauma, roho yangu kwa kweli dumia sana, kwa sababu ni Chadema kimenipa heshima kubwa. Kwanza kiliniteua kugombea udiwani, lakini nikaumwa sikuendelea. Pia kimenipa heshima ya kunichagua kuwa ni mwenyekiti wa baraza la wazee jimbo la Kwima. Kweli mi Chadema nitakufa nacho. Sitaki chama chochote kingine mimi. Mm -hmm. Kwa jina naitwa Mary Kashiki Dome, ni mwenyekiti wa kina mama Bawacha. Nilipigiwa simu kwamba nifike Mwanza kwa ajili ya safari ya kuja huku Dar es Salaam kwa ajili ya kikao, kulikuwa na kikao. Lakini baada ya kufika pale Mwanza, tukapanda magari yaliyokuwa yameandaliwa kuja Mwanza tumekuja tukafika Mwanza, tukakuta kikao chetu hakipo. Nikakuta jina tofauti linaitwa cha Chaumma. Baada ya kupeleleza, nikaambiwa kwamba ni chama kipya ambacho kimeanzishwa. Sikulizika nacho tayari. Tulivyofika pale, tukapewa matisheti kwa ajili ya kikao. Kwa sababu sikuwa hata na hela ya kula njiani wala hela ya kujikizi hapa, ilibidi nichukue hizo nani, tisheti ili niwe mpole kwa ajili ya kupatiwa usafiri wa kunirudisha nyumbani. Kwa hiyo hicho chama mimi sijalizikanacho, naomba nirudi kwenye chama changu Chadema. Mimi ni mwenyekiti Bawacha ba jimbo la Kwimba. Asanteni. Mimi ni mwenyeji wa Ngudu, Kwimba, masonga Mkatibu wa vijana kata ya Ngudu nilipigiwa simu kwamba hivi nije hapa, kuna wakubwa ambao tutaongeana na Wachadema, lakini nimekuja nikakuta ambapo sivyo walivyoniambia. Bado mimi ni Wanachadema, sitaki kutapeliwa. Na wengine wanataka kutapeliwa, sitapeliwa. Kwa majina, naitwa Sama Saida, natokea Musoma, mkoa wa Mara, kata ya Kigera. Nilipigiwa simu ilikuwa tarehe ambao kuna kikao cha chama cha dema o ni washawishi na wengine watakao kuwa tayari nikawashawishi, lakini wako wanapeleka siku mbele, wakasema tarehe kumi na tisa wakasema tarehe kumi na tisa tarehe ikapanza mpaka tarehe ishirini Hiyo mpaka tarehe ishirini ni kweli, wakatuma tiketi kwenye simu kaondolewa tukaondoka, lakini cha ajabu tulipofika huku ukakuta sio kikao cha chama, wakatangaza au ni viongozi wa Chaumma. baada kuna viongozi kani ni na sio madaraka kama na Salumu alivyosema, wao wanataka dola na ina, maana yake inasema hivi, wao wanataka dola ila hawataki maendeleo na haki wala uhuru kwa watu wengine kama Chadema inavyopambania watu wengine.